Betibayo mtu alikuwa na jina kubwa, mtu alikuwa na pesa zake. Hapa ndipo kesho anazikwa na Betibayo, hata waionekana tena. Alikuwa na jina kubwa sana, hata waigojeka, hata waitusiwa, hata waikula shida. Mambo yake yote imefika mwisho. Hapa ndipo atakuwa kesho, hapa kesho atazikwa milele na milele, hata waiongea, hata wai pumua. Hakuna siku hata moja tutaiona Betibayo tena kama uko na picha yake, uishi kuangalia picha yake, hakuna siku atafufuka mpaka ile Yesu Kristo atarudi. Je, tumerushwa hapa kwa heshima na azikwe bebe. Ulikuwa unajua na, na Mungu? Wewe ulikuwa unajua Mungu aje? Unajua Mungu wewe? Kwa sasa wewe umebaki uhai, Mungu ni nani kwako? Je, ni rafiki yako? Tafadhali, mtu akifika kwa kaburi hanaga mtu hata mmoja wa kumtetea hapa duniani. Unaweza fanya mambo yoyote na utetewe na watu, lakini ukifika hapa lazima eh, U, u, u, u, u, u, urafiki wako na Mungu ukuwe umeshikana hivi. So kama Betty Bayo alikuwa rafiki uh, um, wa Mungu huyo anaenda biguni direct. Kama wewe utakufa na hujui Mungu kwa satani